Ujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu kwenye himizo letu hii leo, ikiwa ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Tunashukuru kwamba tumeona wiki nyingine ikiwa ni siku ya Tuesday. Bwana amekuwa mwema, hivyo basi tumrudishia sifa zote na utukufu. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madou Mandala. Hii leo basi ningependa tuendeleze pale tuliachia hapo jana, na hapo jana of course tukawa kwa pamoja, na tulikuwa tunaongea kuhusiana na, je, wajua unaweza tembea juu ya maji? Najua kuna wakati mwingi kuna vitu vingi ufanyika. Of course kutembea juu ya maji ilikuwa simboli eh, kuna vitu vingi tunamaanisha pale kwamba kuna vitu ambavyo katika maisha tuangalia tukiona kwamba hapa hatuwezi. Ukiangalia vizuri unaona kwamba hiki sitaweza, lakini kuambia kwamba unaweza. Unajua, napoangalia kwenye Biblia inasema kwamba nayaweza mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Kwa hivyo Bwana amekutia nguvu na amekuwezesha kwa kila jambo, usiji ukaogopa kwa jambo lolote. Tumtumainie tu, tumtangulize kwa kila jambo na bila shaka utaweza kupata ushindi unaohitaji. Kwa hivyo, sitarejelea pale eh, kugusia yote ambayo tuliangazia hapo jana. Kama ulikuwa pamoja nasi tuko kwenye hiyo series ambayo tulianza na ningependa tupate kuendeleza zaidi. Na hivyo basi hapo jana tukaangazia hilo na tulianza series hii ilikuwa ni Friday iliyopita. Kwa hivyo niruhusu tupate kuendelea pale kwa pamoja na eh, kabla tuendelee pale kama ulimiss ujumbe wetu hapo jana. Kama ulimisi ujumbe wetu hapo jana, hakikisha kwamba umeenda kwenye mtandao wetu, tafuta tu kwenye mtandao wa YouTube. Ukienda YouTube na, na gadget yoyote, search Victor Mandala himizo ama himizo na Victor Mandala, ukishapata pale, ukisha search upate bila shaka basi itakuwa tuna enenda pale kwa pamoja. Baada ya kusearch upate e, unaweza basi e, enda pale subscribe pale, ndio usiachwe nyuma kivyo vyote vile. Kwa hivyo tafuta tu Victor Mandala himizo ama himizo na Victor Mandala, either way, basi utakuwa umefika pale moja kwa moja. Na kwa yule ambaye basi ujiunga nasi for the first time, ili usiachwe nyuma any other time, ni kwamba hakikisha kwamba umesubscribe, maana chini ya video hii ukiangalia tu hapa chini, pale ambapo na point hapa chini, kuna neno subscribe. Kwa hivyo click hiyo neno subscribe, in case uambie sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, na weke comment yako pale, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo chini hapa kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, na weke comment yako pale, na itakuwa vema zaidi. Naam. Kwa hivyo kwa ajili ya muda, niruhusu tuende pale kwa pamoja, na vile vile kwa ajili ya wangependa, labda unahitaji la maombi una swali ambalo ungependa kuuliza, my personal mobile number ambayo unaweza nipigia, unaweza tuma sms pale kama una swali either, hey, whatsapp sms ama upige simu. Nambari ni 0722 24 39 49, nambari ya simu ambayo unaweza katumia pale. Pia kama unataka ku support ministry, unasema kwamba huduma hizi zidi kuendelea mbele, basi nambari ndio hiyo 0722 24 39 49. 0, naam, basi kwa pamoja ni ruhusu tuweze kusoma andiko hili tupate kuendeleza. Of course last time tulikuwa nasoma katika kitabu cha Mathayo, tumekuwa katika kitabu cha Mathayo, tulikuwa nasoma verse 27 to verse 29. Leo ni ruhusu tutakuwa nasoma verse 27 twende all the way to verse 32. Kwa hivyo ni ruhusu tusome tu pale kuanzia mstari wake wa 27, kitabu cha Mathayo sura yake ya 14. Maandiko yanasemaje? Verse 27, naam. Mara Yesu akasema nao, "Tulieni, ni mimi, msiogope." nam ni wakati ambapo labda kwa yule ambaye amejiunga nasi, Yesu amefika mahali akaambia wanafunzi tuvuke ngambo ile nyingine, naye akabaki akisali kidogo, na alipotoka akivuka, wakatoka wao wakaenda na boti waki wakaenda, wakiwa katikati ya ziwa, basi Yesu naye akatokea, wakaona mtu anaona, anashindwa, e, ni ghost au vipi? Kwa hivyo akamwona, kumbe ni Yesu akamwambia. Ndiposa hapa basi pahali tunaanzia, anasema msiogope, ni mimi, kwa sababu alitha, alishangaa Yesu anatembeaje juu ya maji? Itakuwaje? Ai, hapana. Kwa hivyo haiku inawaingia kwa hivyo, Yesu akawambia, vipi? Maana walikuwa wameingiza uoga sana. Mara Yesu akasema nao akawambia, tulieni, ni mimi, msiogope. Petro akamwambia Bwana, ikiwa ni wewe kweli, amuru nitembee juu ya maji nije kwako. Yesu akasema, haya, njoo. Basi Petro akashuka kutoka ile mashua, akatembea juu ya maji Akamwendea Yesu, lakini alipouona ule upepo aliogopa akaanza kuzama, akalia kwa sauti, Bwana niokoe. Hapo Yesu akaunyosha mkono wake akamshika na kumwambia, ewe mwenye imani haba, kwa, i, kwa nini uliona shaka 32 bas, tu basi, wakapanda mashuani na upepo ukatulia, wakapanda mashuani na upepo ukatulia. Baba Mungu, tunasema asante, Asante kwa neno lako, naomba kwamba ukazidi kunena pamoja nasi. Naomba kwamba Roho Mtakatifu shika usukani, ukanene nasi. Napungua zidi kuongezeka. Baba inuka, ukapate kutenda sawia na makusudi yako. Asante Yesu, maana unaweza, kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen, amen nam. Napoangalia pale ambapo tumesoma pale, ni kwamba unajua, wanafunzi wa Yesu walikuwa wameshuhudia vitu vingi sana wakiwa na Yesu nyakati hizo na wakati huu mmoja wakafika mahala ambapo, maana wameona mambo mengi ya kutisha, mengine miujiza Yesu anafanya na kadhalika. Unajua kutembea na Yesu wakati huo tunaja, kwa sababu kuna vitu atafanya, zingine mnaangalia mnashindwa hii nayo. So ikafika wakati ambapo wamekuwa na Yesu vizuri. Baada ya kuwa na Yesu, Yesu akawaacha akawambia tangulieni, na baada ya kutangulia wakafika katikati wa, unajua ni katikati ambapo, unajua ni pahala ambapo huwezi rudi nyuma kwa sababu ukiwa katikati ya ziwa ufuo wa bahari uko mbali sana. Kwa hivyo hata kama unajua kuogelea, huwezi fikiria kuruka ndani ya maji uogelee. Kwa hivyo basi ikafika wakati ambapo it's a point of no return, hapo huwezi toroka. Lakini walipofika hapo wakafanya nini? Wakawa basi, huo ndio wakati wanaona kimtu, wanaona kimwilimwili, wanashindwa. Huyu mtu anatembea juu ya maji, hawezi kuwa mtu. Kwa hivyo wakafika hapo, wakaanza kuona huyu si mtu, huyu ni ghost, hiki ni jini, mtu ili laja. Kwa hivyo walipoona ni jini mtu wakawa na uoga, ndipo sasa Yesu anawaambia eh e, e, e, e, msiogope, msiogope. Kwa nini? Kwa sababu ni mimi. Na aliposema hivyo, Petro anamwambia e, kama ni wewe niamuru basi nikuje, nije kule kule uliko. Ndipo sasa Petro anamwambia kwamba kama ni wewe niamuru nije. Na aliposema hivyo, kiangalia vizuri, anasema kama ni wewe niamuru nije, na Yesu naye akamwamurisha akamwambia kuja. Petro alipofika kwenye maji bila sababu akatembea. Biblia ina record vizuri pale kwamba akatembea juu ya maji, verse 32 basi wakamnam verse 31 acha tuanze zatu hapo. Yesu aka uh, nam verse 30, lakini alipoona ule upepo aliogopa sana. Na, bila nakili vipi, kulikuwa kumetulia tu, Yesu akitembea juu ya maji, mambo yalikuwa sawa. Petro alipokanyaga juu ya maji akaanza kutembea. Ndiposa tulipoanza tulisema kwamba wakati unapofanya kitu ambacho kinavunja rekodi in a way ni kitu ambacho kiko unique, hakijafanyika utakumbwa na dhoruba. Na, na namwangalia basi, Petro ametembea juu ya maji na baada ya kutembea juu ya maji akafika mahali, dhoruba zikatokea, akaingiwa na uoga. unajua Petro alikuwa anajua sheria za uvuvi, ni mtu ambaye alikuwa amevua samaki siku, anajua anaelewa shughuli hiyo. Kwa hivyo alijua hatari ambayo imewapata. Unajua ni kama pilot unapoendesha, anapoendesha ndege anafika mahala ambapo anaona inji moja imefail, sio kumekuwa na hii fail na hii fail, anaelewa vizuri kwamba kitakachowapata ni kitu cha aina gani kwa sababu wako kule juu. Sijua how many feet above sea level wako kule juma elf kule juu juma. Kwa hivyo kutoka kule pahala ambapo wako, maybe pahala ambapo wanapita ni juu ya ocean, wanajua kwamba wata land tu, wataingia kwa maji na watakufa wote. Kwa hivyo anajua kile kitawapata. Na nikumbusha wakati mmoja, kitambo tu, kitambo tu, nimeingia kwenye gari natoka kule Ushago na teremka. Kwa hivyo nikawa kwenye mteremko, like more than 10 years ago kwa hivyo nikawa kwenye mteremko na teremka, ukitoka ukielekea na teremka Kisumu kuna kamteremko fulani ukielekea Kisumu, na kukanyaga breaks kuna kabamu, tuna bumps tuko pale, kukanyaga break wakati mmoja, na nikasikia hiyo break nimekanyaga mpaka mwisho, lakini bado gari ina move, yaani imepunguza in speed kidogo, lakini bado gari inasonga. Saa hizo niko na ndugu yangu, dada yangu, hapo kwenye gari tunapiga stori. So hawa wako kwenye stori, mimi nimekoma, siko kwa stori, nafikiria kile ambacho tuko ndani mwake kwa sababu nimekanyaga break, nasikia hiyo break imeenda mpaka mwisho. Unajaribu kupump, unajua wale wanapump kidogo hiyo break, unasikia ukifinya yote bado gari linasonga. Lakini wale wenye niko nao hawajui, hawa wanaendelea na story. Mi nimenyamaza. Kwa nini? Kwa sababu kwa kwa najua hapa ni kwa mteremko na ni mteremko ambao uko na kona kona nyingi, na kwa sababu una kona, kona nyingi basi najua kile ambacho kinaweza kutupata. Kwa hivyo nikawa nimefika mahala ambapo yani, na, naelewa shida gani inaweza ikatupata, lakini ukiangalia vizuri wale niko nao hawashtuki hawajali, na nikawa najua hapa na ndiposa, nikiangalia vizuri, naangalia pia Petro, naye alikuwa anaangalia, anajua hapa dhoruba imetokea. Hayuko ndani ya boat, yeye ako wapi? Ako amekanyaga, anatembea kwa maji, so ikawa ni tatizo. So Petro anaelewa vizuri, akaingiwa na uoga na alipoingiwa na uoga ikawa basi hapo, unajua ni kubaya. Anajua the next thing ni kuzama, ni kwenda hii, ni kwenda. Hata ajaribu kuswimaje, anajua hata weza. Ndipo, of course ukisoma kwenye bibilia inasema kwamba akamlilia Yesu, akasema Bwana Yesu niokoe, kwa sababu alijua ni kubaya. Na, of course alikuwa nakumbuka, mambo ambayo of course alikuwa anaelewa tatizo ambalo amejiingiza ndani. Na nikawa naangalia, unajua, unaweza ukamlaumu Petro, mbona Petro anaogopa? Mbona alifika? Mbona aliona shaka? Wengi tunafika tu mahali tunasema ah, Petro, mbona alifika, alitembea juu ya maji, uko na Yesu, mbona uliona shaka? Tunaweza kumlaumu, lakini kile ambacho nakujuza ni kwamba hujui yale Petro alikuwa amepitia, ndiposa afike mahali ambapo amefika swala hili la dhoruba na ndiposa, mara nyingi, mpenda msikilizaji, We so quick to judge Kusi. mara nyingi tukiongea kuhusu kifungu hiki tuongea kuhusu Petro ambaye hata Yesu mwenyewe anamwambia e, hey, mwenye imani haba wewe, unakozaje imani, ushatembea kidogo juu ya maji, mbona una imani haba? Lakini hata wengi ambao tuna uwezo wa tuna tuna, tuna, tuna, tuna uharaka wa kuanza kurusha lawama kwake Petro, hata wenyewe hatujaifikiria hata ungekuwa pale. Wanafunzi wengine wa Yesu hakuna hata mmoja aliatempt kwenda kutembea juu ya maji ila tu huyo Petro licha kwamba alikuwa na kierere, mimi nasema alikuwa na kierere, lakini angalau alitembea juu ya maji. Kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba Petro at least alijaribu, lakini wengi walikuwa wana uwezo wa kumjaji swala la kuambia usione tu mtu. Mara nyingi mpendwa msikilizaji, huwa tunakuwa so quick to judge watu wengine. Unamwona, kuna wakati mmoja nilisikia binti mmoja anasema, unajua mimi niliokoka ni eh, tangia ni kuwa mtoto mdo, mdogo msichana mdogo, niliokoka kitambo, lakini ukiangalia huyu binti ana mtoto mtoto mwenyewe hatujui baba yake, lakini anasema aliokoka akiwa mtoto. Wacha maswali wengi wanaanza kumzea, wewe unasema uliokoka ukiwa mdogo, kwani mtoto ulitoa wapi? Wacha kutudanganya eh? mm -mm. Wacha mas ujui yale ambayo amepitia. We are so quick kwanza kuuliza maswali e, tunaenda alikuwa, kuna kuna mmoja anatoa mfano, wakati fulani anasema, unaenda kwa nyumba ya mtu unapata watoto wa, mmoja anakaa asili, mwingine ya Kihindi asili ya, ya Kichinguu, mwingine ni Mwafrika, watoto watatu wote ni wahuyu mama. Unasikia mama ameokoka, kwanza ni challenge kanisani, ama ndio kiongozi wa waimbaji, anaanza kusema eh, huyu anasema ameokoka, watoto wote hawafanani Wacha maswali hujui, labda ni waume zake walikuwa wanaaga dunia. Wewe uko tu haraka unataka kuuliza maswali. Kuna watu wamepitia mambo bwana. Unaangalia mtu unamwambia eh, hey, wewe huwezi nunua tu hata nguo ya mtumba uvae, mbona umerudia hii nguo sana? Wacha kumwambia umerudia, hujui yale ambayo amepitia. Wakati mwingine twafika mahala ambapo unajaji watu so easily pasipokuelewa. Unapata mtu akiongea Kiswahili ama Kiingereza anachanganya maneno anachanganya, unamwambia wewe, ulisema ulifika class mbona unachanganya changanya hata Kiingereza? Hata Kiingereza peke yake, peke yake hujui kuongea, hata Kiswahili hujui. Yale amepitia wengine, hata wajalelewa na wazazi wengine walikuwa kwa children's home. Ile opportunity ulipata kuso, ya kusoma yeye hakupata. Hata hiyo Kiingereza anaongea ni neema tu. So usifike mahali ukawa mwepesi wa kuanza kujaji watu. Unamwangalia, unamwongelesha: wewe umekonda sana. Wewe uko hivi, hujui. Hujui. Kuna mmoja ambaye alikuwa anatimbia jamaa mwingine, eh, huyu ni kama siku hizi. Eh, ni kama ameoa tu, halafu baada ya kuwa amekonda amekonda anashindwa, anaanza kuongea vibaya, anaanza kusema labda mke wake ndio mbaya, labda alifanya uamuzi vibaya kuoa. Unaongelesha mtu hivyo, hujui. Kumbe jamaa alikuwa amepata throat, sijui throat something throat cancer or something, alikuwa amefika mahali ameshindwa kumeza chakula. So mtu asipokula chakula, analishwa na na mipira na, na, na kadhalika Sio mtu automatically atakonda pasipo kula chakula. So unafika mahali unaanza kusema ni mke wake, oh, baada tu ya kuoa ndio hivi amefanyika, ni mme wake, unaanza kuongea vibaya na ujui. Don't be so quick to rush to conclusions pasipo kuelewa story. Unaona vile mchungaji alivyo, usimwangalie tu kama jaji, jua kwamba kuna mambo amepitia, kuna ya kwake, kuna dhoruba amepitia, kuna watu. Usikutane na mtu tu kazini ukaanza kusema kikitu hujui, unaambia mtu wewe eti unasema ulimaliza shule lini na hivi na hivi. Wacha mambo ya kuangalia atulimaliza shule lini na e, umepata kazi lini. Kumaanisha, wacha mambo ya kuanza kujazia, kujazia ku, ku, ku, ku, ku. Na kuna mmoja akafika mahali anaanza kuangalia e, umefanya harusi, umemaliza miaka tano na saa hizi naona mnakaa wazee, ama anaangalia. Yani, unaona mtu anaanza kusema unakaa mzee kwani, mbona kwani mliolewa kama mlichelewa kuoana, hujui yale alipitia. Mpendo msikilizaji na mtazamaji, so please before uanze kufanya conclusion za watu, jua story yao kwanza, na usiende uwe tu mwepesi. Mtu mmoja alikuwa, na kuna mchungaji mmoja alikuwa anatoa siri, anasema kwamba ni vizuri unapoenda pahali ukiona kitu kinaka old, usikue wewe ndio wa kwanza kuanzisha hiyo story. Tulia kwanza, mwenyewe akianza kuongea ndio unaanza kuuliza, unaanza kusikia, eh, dada unakuanga na mume, unamuona akona, eh, naona una miaka imesonga. Wacha kumwambia, ujui wengine walifanyiwa character development, wengine wamepitia mambo, wengine walipoteza wali wachumba wao. So usifike mani ukamkumbusha machungu aliyopitia kwa, kwa kwa kujifanya kuwa so ignorant, unamuuliza hivyo, unamkumbusha yale aliyopitia. Kwa hivyo dhoruba, kuna watu ambao wamepitia mambo mengi hana kazi, hajajenga nyumba, hajanunua gari kama wengine, hajafanya. Hujui, anaweza kuwa hajanunua gari na anafanya kazi, anapata salari kama yule mwingine, lakini kwa sababu majukumu ambayo yako chini yako juu yake anashughulikia, hujui. You know, wakati mmoja nikafika mahali, kuna mwenyewe tu, kuna wakati tulipokuwa kanisani, kanisa ambalo tulikuwa kwanza, kuna ndugu mmoja alikuwa anakuja pale kanisani na anapenda kaa kiti cha mbele anakaa hapo aidha e, kiti cha roho ya pili ya kwanza ama ya tatu, hako anapita roho ya tatu kwenda nyuma. So nikimwona, kuna wakati mmoja nikasikia hapana, huyu ndugu na anakuangaje? Kwa sababu akikuja kanisani mkimaliza tu kuimba, amekaa chini, akimaliza dakika kumi na tano ishirini ameanza kudozi, mpaka nikaanza kusikia kazi kukwazika kwa sababu ya huyu ndugu, na saa hizo simjui. Yani nikashindwa, mbona, kwani lazima angekuja kanisani kulala, na saa hizi amekuja fast service na atakaa maybe maybe second service atakuwa kati nyingine, ama atakaa zote mbili. Najiuliza, huyu ndugu, kwani anakuja tu kulala kanisani? Ako na shida ama ako na ugonjwa wa kulala? Ilikuwa hivyo hadi wakati nilipojua story yake, mpaka nikavalia viatu vyake, nikajiuliza, ninga angalikuwa ni mimi ambaye napitia the same je, ningefanya hivyo? Je, ningekuja hata kanisani kweli? Naam, story yake ilikuwa hii. Huyu ndugu ambaye alikuwa ni ni soja, so alikuwa anafanya kazi usiku, amekaa kazini usiku kucha akifanya kazi alafu asubuhi ndio huyo anakuja wa kwanza fast service anakuja kanisani, hata anakuja mbele ya wengine wetu. Mpaka nikatubu mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na make judgment mpaka nakasirika na kwazika, na kumbe sijui story yake. So please before ufike mahali ufanye conclusions za kwako, ukasirike na kudhika na kuanza kuona mtu hajaokoka vizuri, please taka kujua story yao na usiende ukaanzisha wisdom. Inaonyesha kwamba tulia kwanza akianzisha mezoyana well and good. Asipoanzisha wacha kumak, make conclusions. Tulia, mwombee. Kama ni kitu naona akiko sawa, mwombee na Mungu amsaidie. Kisa na maana ni kwa sababu dunia hii watu anayapitia mengi, wengine wanapitia kazini, wengine wanapitia kwenye huduma, wengine wanapitia kwenye nyumba zao, wengine wanapitia kwa mambo ya kifedha, kwa kimwili. ust, Ustake kujua usifanye uamuzi wa haraka, tulia tu ukijua stori yake, huenda utaelewa zaidi kwa nini anafanya kile ambacho anafanya. Mungu akusaidie akuonekanie kwa hali zote. Tuongea kuhusu dhoruba, wengi ambao labda nawajaji wajaji na kuongea vibaya kwa husu, huenda ni dhoruba wanapitia. What if angalikuwa ni wanapitia the same, je ungefanya vile wanavyofanya? Kuwa mpole. Bwana tusaidie, tusiwe wepesi wa kuanza kuwawekelea wengine maneno na kudhani kwamba hawajaokoka vizuri, kuwanyoshea vidole na kadhalika. Bwana Tuendelee zaidi hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mi hapa ni Victor, ukipenda Victor Mandala. Napokukumbusha tu kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo, kwa hivyo wakati umewadia tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo, enenda kwa simu yako, enenda kwa simu yako ambapo nambari ambayo unaweza katumia pale ili kutuma sadaka yako ni 0722, 24, 39, 49. Nambari ya simu ambayo unaweza katuma sadaka yako nayo ni 0722 mbili nne tatu vilevile tisa nne tisa. Pia, kama una hitaji la maombi, una swali, una maoni, ama pia ni sadaka ya shukurani, nataka kumwambia Bwana asante, ama kila aina ya matoleo ungependa kutaka kutoa, nambari ya simu, hitaji la maombi na kadhalika, nambari ndio hiyo moja ambayo ni 0722 24 39 49. Yani 0722 24 39 4 Tisa. Ni hapa ni VWM, kipenda Victor Madu Mandala twaliana tena hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na usiondoke hapa kabla uweze kusubscribe chini ya video hii, kuna neno subscribe, klik hiyo neno subscribe, ukiambia sign in sign in. Sign in na jina la account yako, copy the link and share, naweke comment yako hapa chini na Bwana akutende wema. VWM, subscribe. Bye bye.